Jaji Bahati Mwamuye, mapema leo, amedhibitisha uamuzi wa Seneti ambao uliidhinisha kubanduliwa kwa Bi Kawira Mwangaza na Bunge la Kaunti ya Meru kwa msingi ya utovu wa nidhamu, matumizi mabaya ya mamlaka na ukiukaji mkubwa wa Katiba. Katika uamuzi wake, Jaji Mwamuye alibainisha kuwa Seneti ilifuata Katiba ipasavyo wakati wa mchakato wa kumngoa Mwangaza. Alikataa hoja ya Mwangaza kwamba mchakato huo ulikumbwa na vurugu, akisema kwamba Bi Mwangaza alishindwa kuthibitisha madai yake. Kwa uamuzi huu muhula wa Mwangaza kama gavana umekatizwa rasmi baada ya kufika mahakamani mara kadhaa akijaribu kuokoa wadhifa wake.

14. Hata hivyo, Bi Mwangaza bado anaweza kukata rufaa katika mahakama za juu na kujaribu kuokoa taaluma yake ya kisiasa. Uamuzi huu wa kuondolewa kwa gavana huyo wa Meru umepokelewa kwa shangwe na nderemo na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakipinga uongozi wake. na siku ya leo tumekamilisha safari ambayo tumekuwa tukitembea miaka miwili sasa, ya kujaribu kukomboa Meru kutoka kwa uongozi mbaya wa dikteta wa wizi, na siku ya leo tumeweza kufanikiwa, na mahakama imeangalia kwamba mambo ambayo tulifanya pale kwa kumwondoa gavana Kawira kutoka kwa uongozi yalifanywa kwa a ya uadilifu na mahakama imesimama na sisi na imesimama na Seneti siku ya leo, na tuna tunaamini ya kwamba wafanyikazi wa Meru ambao wamefinyiliwa, ambao pesa yao insurance imepotea hivi kwamba insurance imelipwa only 50 million out of 300, na kwa control of budget tunaambiwa ya kwamba the 300 million has been spent for insurance ilali Uh, mwenye insurance anasema amepokea 50 million peke yake. Haya ni mambo ambayo tunaenda sasa kuchunguza, kwa sababu imekuwa vigumu kuchunguza na mwenye mnachunguza kwa, kwa kiti ndiye mnaitisha statements ndiye mnaitisha returns of the IFMIS system spending of the county government. Kwa sasa akiondoka, tunatarajia kwamba tutaangalia pia hesabu za Meru, kwa sababu pesa zimeporwa kushoto kulia juu chini. Meru hakuna kazi imekuwa ikiendelea ni gavana amekuwa akizunguka akipea watu gambuts na unga na kupeana ng'ombe moja, alafu kesho jioni anakuja anachukua tena anaenda kupeana kwa kijiji kingine. Kwa hivyo tunatarajia kwamba sasa maendeleo tuwapata Meru, na tunatarajia kwamba tutaweza kwenda pale tuwapishe naibu wake gavana ambaye ni Mtuma Ntwethingi akuwe gavana wanine, wa nne, wa kaunti ya Meru, na maendeleo tuendelea kuyapata pale Meru kufuatia kuondolewa kwake. Naibu gavana wa Meru mchungaji Isaac Mtuma anatarajiwa kuchukua hatamu za uongozi kama gavana wa Meru kwa kipindi kilichosalia cha muhula wa Mwangaza. Hii ni kwa mujibu wa Katiba ya mwaka 2010 ambayo inahakikisha kuwa hakuna pengo la uongozi katika wadhifa muhimu kama wa gavana, ili kuhakikisha uendelevu wa uongozi wa kaunti hiyo. Kevin Sewe, Mwanzo TV.